Aa, ni kushukuru msemaji la CAF Ahmed Ali, lakini pia ni kushukuru uongozi amini management ya klabu ya Simba ikiongozwa na CEO wa Simba Bizubeda Sakuru, lakini pia mwenyekiti wa klabu ya Simba na makamu mwenyekiti wa board ya klabu ya Simba ndugu yangu, mimi huwa inamwita alimu na alama shekhe wangu huyu anaitwa Ali uh, Murtaza Ali Mangungu kwa kulileta hili kwa sisi viongozi vijana, kukaa meza moja, kukutana na hii minguli kina Sheikh Hassan Hassano kina Hassan kina mzee Dalali kina mzee Azim Deuji, si jambo dogo. Tunajifunza mengi kutoka kwao, na ndio maana mnaona tunakwenda vizuri. Tukirejea katika, katika mchezo wetu huu, kwanza niwakumbushe tu rais wa FIFA Bwana Infantino katika nchi hii ya Tanzania ana slogan moja anaijua na alisema hadharani Simba nguvu moja, lakini unajua wazungu wanaga wanaga jei wow, wao ndio akasema moya Simba nguvu moya, vinasema Simba nguvu moja, kama walivyosema hawa wazee kwamba tuko wamoja kuliko wakati wowote ambao sisi tumewahi kuwa wamoja. Tuko wamoja kweli kweli, hatutikisiki, hatubabaiki, hatuogopi chochote lolote, mtu yeyote, timu yeyote. wakati tuko Masri katika pale kwenye ule uwanja wa Suez. Baada ya mechi wachezaji wetu waliumia sana kabisa, waliumia sana kwa kuonesha kwa kusema kwa simanzi kwamba kazi kubwa wamefanya lakini bahati haikuwa ya, ya kwao, na wengi wakaapa kwamba haijaisha mpaka iishi. Kwa tunawaambia kwamba dakika 45 za kwanza zilichezwa nchini Misri dakika 45 za kipindi kingine zinakuja kuchezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. semaji <coughs> letu la kaf ametoa slogan nyingine, anasemaje? Hii tunavuka, ndio iko hivyo. Hii tunavuka, ukileta wewe unafiki, ukileta wewe uchoyo wa kwamba sisi tusivuke, lakini tunakuhakikishia kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu hii Simba inafanyaje? Inavuka na tutavuka inshallah. Tumejipanga, tuko sawa sawa, wachezaji wetu mechi wanaitaka. Sasa niwaambie mashabiki wa klabu ya Simba, wachezaji wenu mechi wanaitaka, na wako tayari kwa ajili ya mechi hii, ila na wao wametutuma tuwaambieni kwamba wanawataka na nyinyi mashabiki, hii mechi muifanyeje? Muitake, kuitaka kwa mechi hii ni nyinyi kwenda kuujaza uwanja wa Taifa wa Mkapa, mpige kelele kwelikweli. Wachezaji wetu hawa wao wanasema takriban dakika hamsini mpaka sitini katika uwanja wa Suezi mashabiki wa Almasri walikaa kimya uwanjani. Unajua kwa nini? Pumzi ya moto walokuwa wanapuliziwa ilikuwa ni kali kwelikweli kwa hiyo wanasema wakiwa wanakuja huku kuja kuwapulizia pumzi ile ile ya moto au zaidi ya pumzi ile waliowapulizia kule Misri. Wanawataka nyinyi mashabiki mpige kelele mwanzo mwisho, mpaka tuvuke kwa pamoja. Sisi wala hatunaga ajabu kama wengine ambao nyinyi mnawafahamu, goli moja linasakwa pale na halikupatikana, lakini sisi tuna uwezo wa kumpiga mtu goli saba pale, na mnajua kwamba shawa kumpiga mtu goli saba pale, hata huyu pia inawezekana akapigwa goli saba. Lakini ili goli saba hizo zipigwe, kelele zenu mashabiki wa klabu ya Simba ni muhimu sana, muje kujaza uwanja na mpige kelele kweli kweli kweli kweli. Ila safari hii kutakuwa kidogo na na, na, na, na, na ulinzi mkubwa. Kwa hiyo kama wewe sio mshabiki wa klabu ya Simba na una nia ya kuja pale kwa nia ya kufanya fujo, kwa nia ya kufanya jojambo lolote ambalo si sahihi, tunakupa onyo, usije, utapata matatizo. Kwa hivyo tunawaalika mashabiki wa klabu ya Simba kokote mlipo nchini Tanzania na, na, na nchi za karibu za East Africa, mje kuishangilia timu yenu hii. Tunavuka uh... Nawashukuru viongozi wetu wa Simba Sports Club wa vipindi mbalimbali vilivyopita, viongozi ambao wametengeneza njia mpaka leo hii na sisi tumekuwa viongozi mnatuona hapa, lakini vile vile niwashukuru viongozi wa sasa hivi, management ya Simba Sports Club ikiongozwa na dada yetu CEO Zubeda, msemaji wetu Ahmed Ali, pamoja na wafanyakazi wote ambao kimsingi wamekuwa chachu, lakini vile vile wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba klabu yetu inaendelea kufanya vizuri, lakini tunaendelea kupambana katika misingi ambayo uongozi wa juu kwa maana ya bodi unaelekeza. Mia kwangu machache tu ambayo nataka niongee hapa e, kwanza kuna kuaga na ule msemo anasema duu o oh, dai. Sisi katika mechi hii hatuna dai, ni duu peke yake, tumeifuta dai. Jana tulikuwa na kikao kikubwa sana kiongozwa na rais wa klabu na mwenyekiti wa bodi eh, Mohammed Deuji pamoja na mwenyekiti wa klabu Mangungu na viongozi wengine wote pamoja na viongozi wa zamani kwao. Kimsingi kile kikao, tumefuta neno linaitwa dai tumeacha neno du. Viongozi wengine hapa mwaoni, lakini wapo wanaendelea na shughuli zingine ambazo wamekasimishwa kuzifanya kuelekea kwenye hii mechi. Kila mwana Simba kwenye hii mechi ana kazi maalum ya kufanya kutokana na umuhimu na ukubwa wa hii mechi. Mpango wetu sisi wa mwanzo, hii mechi ilikuwa inaishia kule kule Misri, lakini kwa bahati mbaya E, kama alivyokuwa anazungumza hapa e, mzee Deuji kwamba e, haikuwa upande wetu. Kwa hiyo tumehamishia sasa hii vita nyumbani na Jumatano inshallah tunaimaliza. Kwa hiyo meseji yangu mimi ni kwa wapenzi mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club. Kama mnavyojua sisi tupo katika kipindi cha mpito kutumikia adhabu ya kafu. Tulipewa mechi mbili ambazo adhabu ya kutuingiza mashabiki mechi ya kwanza tumeitumikia tayari, lakini mechi ya pili waliiweka pending, walihifadhi kwa kutuangalia kwanza mienendo yetu katika mechi zingine. Kwa hiyo tunaomba mashabiki wapenzi na wanachama wa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeweka ulinzi wa kutosha wa kila aina, lakini bado haitoshi wao wenyewe kwa maana ya mwanachama mpenzi mmoja mmoja wanapaswa kuwa walinzi wa wenzao kwa kila mmoja. Tarehe tisa, wale wote ambao watafanikiwa kwa njia moja ama nyingine kuja uwanjani basi wahakikishe kwamba kila anayekaa naye basi awe ni mlinzi wa mwenzie. Tusifanye vurugu, lakini tushangilie kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa amani na utulivu. Sisi tunasifika na tuna tuzo ya mashabiki bora Afrika ko tusije tukatia doa tena ile tuzo ambayo tulipewa na kafu kwao. Naomba tukija uwanjani tutulie, tushangilie bila kuleta bugdha na mambo ambayo yafai. Tumetoa maelekezo na kafu kwamba kutakuwa na mtu anaitwa eh, spectators liaison, liaison officer ambaye atakuwa na watu wanamsaidia, awa nao vile vile ni sehemu ya kuangalia mashabiki kuhakikisha kwamba wanaangalia mpira kwa amani na utulivu, bila kuleta vurugu. Hata wale ambao watakuja kwa nia tofauti na wale mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club, tunawaambia waje watulie, kwa sababu mimi na uhakika kuanzia mpira ule unaanza paka unaisha hatopata nafasi ya kusimama wala kushangilia, kwa sababu tutadominate dakika tisini nzima. Kutakuwa hakuna sehemu ambayo tutaiacha wao wakapata nafasi ya kusimama na kushangilia. Waje watulie waangalie, mwisho wa siku najua watu watageuka, watatushangilia. Kwa hiyo mimi kwa hayo, kwa mafupi, mwenyekiti kiti eh, mimi nasema asanteni. Simba nguvu moja.